Mashambulizi yaliyofanywa na jeshi la Israel idf yamesababisha vifo vya raia 72 eneo la Gaza, wakiwemo 29 waliokuwa wakisubiri magari yenye msaada ya kibinadamu. Wizara ya Afya ya eneo la Gaza imethibitisha kuuawa kwa Wapalestina hao katika mashambulizi ya Israel yaliyofanyika alfajiri ya leo Alhamisi Juni 19, 2025. Kwa mujibu wa Reuters, mauaji ya, ya raia yametokea katika mtaa wa Salah al-Din eneo la Netzarim na Zeituni, Gaza nchini humo. Kundi la Hamas limelaani kitendo cha Israel kushambulia raia na watumishi wa shirika la kutoa misaada ya kibinadamu la Kipalestina kinyume na sheria za kimataifa. Nuku, mwenendo wa mauaji ya kimbali dhidi ya raia, kuwalenga watu ambao wanaangamia kwa kukosa chakula, uhalifu dhidi ya binadamu ni miongoni mwa mambo ambayo yanaendelea kutekelezwa na Israeli kwa Palestina. Huu unyama dhidi ya binadamu ni miongoni mwa mambo ambayo yamekuwa yakifanywa na Israel kwa wakazi wa Gaza. Tunalaani unyama huu, imeeleza taarifa ya Hamas. Ilipoulizwa na Reuters kuhusu madai hayo, serikali ya Israel imesema inaendelea kufuatilia ukweli wa madai ya vifo hivyo bila kuweka wazi iwapo imehusika kutekeleza mashambulizi hayo. Awali, jana, Al Jazeera iliripoti kuwa kuna miili ya watu ishirini iliyokuwa imemiminiwa risasi kaskazini mwa Gaza na wanaodaiwa kuwa askari wa IDF. Tayari maofisa wa msalaba mwekundu wamechukua miili hiyo na kuifanyia maziko. Mkazi wa Deir el Bara Gaza nchini humo, Ahmed Gabeni amesema kuwa miongoni mwa waathirika wa ukatili huo ni mtoto wa kaka yake ambaye aliuawa akienda kuchukua msaada wa chakula kwa ajili ya familia yake Nuku. Alikwenda asubuhi ya leo kuchukua msaada wa chakula, bahati mbaya tumepokea mwili wake ukiwa umeshauawa, alisema Gaben. Kwa mujibu wa wizara ya afya nchini Palestina imesema watoa huduma wa dharura zaidi ya 300 wameuawa katika mashambulizi ya Israeli tangu kuanza kwa mzozo huo Oktoba 7, 2023. Takwimu zinaonyesha Wapalestina zaidi ya 59,000 wameuawa katika mashambulizi ya Israeli eneo la Gaza huku zaidi ya laki moja na kumi wakijeruhiwa. Hata hivyo, raia zaidi ya elfu moja mia mbili wa Israel waliuawa wakati Hamas ilipovamia Israel, huku ikichukua zaidi ya mateka mia mbili hamsini na moja. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali mbali.